Naam, habari yako uh, mtazamaji wa 360 on air, ambayo unatufuatilia muda huu hapa uh, kupitia uh, platform yako ya 360 on air au uh, unaweza kuita 360 on air. Yes, banae. Leo uh, tumekuja na swala moja ambalo linahusiana na masuala mazima ya kitamaduni na leo tunazungumzia au tunaangalia mfumo wa uhifadhiji maiti au mfumo wa wa kitamaduni wa, wa kuhifadhi maiti katika nchi ya, ya taifa la Mongolia. Uh, basi bwana, imetokea ime kustaajabisha kidogo, na watu wengi tumeweza tume kushangazwa na hiki na imani. Hata wewe mtu ambaye unatufuatilia una hapa, utapata kushangazwa kupitia uh, video ambazo nitakwenda kukuonyesha hapo na taarifa ambazo nita, nitakupatia hapo kuhusiana na uh, mambo yote kuhusiana na masuala ya mazishi ambayo yanaendelea uh, katika taifa la Mongolia. la Mongolia. Yes, uh, kuna, kuna vitu vingi sana ambavyo wewe nakupa sintofahamu labda ya hapa na pale, basi 360 on air ni sehemu yako ya kuweza kuondoa sintofahamu za hapa na pale. Na pale na ni jambo la busara sana kama utakwenda uh, kusubscribe channel yangu ya YouTube at 360 on air, na hapo utakuwa umefanya jambo la busara sana. Then ukisha ukisha subscribe, utabonyeza alama ya kengele pale kwa ajili ya kuweza Aa, kukupatia wewe kuweza kukupa nafasi ya kuweza kupata taarifa kwa haraka kabisa kila ambapo zinaweza kutoka hapa. Mongolia ina utamaduni na mfumo wa kipekee wa mazishi unaoendana na imani zao za kidini na tamaduni za kiasili. Mazishi nchini Mongolia ni sehemu muhimu ya maisha ya kijamii na hutofautiana kulingana na dini, mkoa na tabia za familia. Hapa chini ni baadhi ya vipengele vikuu ya mfumo wa mazishi nchini Mongolia ambavyo nitakwenda kukutajia, uh, uweze kuvifahamu yes, uh, uh, dini ina mambo uh, ina mambo za mazishi inaitwa Budist. Ni dini kuu nchini Mongolia na inakuwa na athari kubwa kwenye taratibu za mazishi. Mazishi mengi yanahusisha uh, ibada za kidini na budi, uh, budist uh, kama vile kusoma maneno ya Budha na kufanya maombi kwa roho ya marehemu patikana amani. Yes, uh, kuna shamanism, imani za jadi za wa, wa Mongolia, pia ina athari kubwa katika mazishi, na baadhi ya familia kutumia vitendo vya jadi kama vile kutoa sadaka au kufanya ibada za kipekee ili kuwasiliana na roho za wafu uh, na kuzilinda familia zao. Wakati mwingine, baadhi ya familia za Waislamu wa nchini Mongolia, hasa wale wanaoishi katika maeneo ya mikoa ya kusini pia wanajumuisha ibada za Kiislamu katika mazishi yao. Ndio uh, mwili wa marehemu baada ya kifo uh, wanauchukua na kutoa, familia inautunza huo mwili kwa muda kabla ya mazishi katika mji, uh, katika miji mikubwa kuna nyumba za mazishi zinazosaidia na huduma hizi, lakini katika maeneo ya vijijini familia hutunza mwili wao nyumbani ndani kabisa kwa muda kidogo, uh, kuosha na kupamba mwili wa marehemu, kupaka mafuta na kuoshwa kwa mavazi kushona kwa mavazi ya sherehe katika baadhi ya mila za shamanism. Mwili unahusishwa unahusisha na taratibu maalum za kuondoa roho mbaya. Ibada ya kidini inafanyika. Mazishi mara nyingi huongozwa na wataalamu wa dini, makuhani wa Buddhist au wapagani wa jadi. Ibada ya kidini inahusishwa kusoma maneno uh, kutoka kwa vitabu vya kidini uh, kumwombea marehemu ili apate amani kutoa sadaka kwa ajili ya roho ya marehemu then wanamuingiza kaburini. Lakini imekuwa tofauti kidogo aa, na mfumo wao wa tamaduni nyingi za za hapo zamani, kabla ya kuweza kugundua mfumo kama huo mzuri wa kuweza kuhifadhi maiti labda kaburini. Hii inaitwa sky burial, mazishi ya angani. Yes, nchini Mongolia kuna baadhi ya tamaduni za kale zinazohusiana na mchakato wa mazishi na mojawapo ni ile ya kutumia ndege wa angani hasa ucha au tai au wanamuita ndege wa kifo kule Mongolia, ili kusaidia kutoweka maiti. Uh, mfumo huu wa mazishi unaitwa Sky Buria au mazishi ya angani ni moja ya mila za jadi za wa Mongolia, ingawa si kila familia au jamii inafuata mila hii. Yes, Sky Buria, uh, katika tamaduni za kale za Mongolia, wafu waliowasilishwa kwa uh, kwa ndege wa angani kama vile vucha kwa madhumuni ya kusafisha mwili. Hii ilikuwa sehemu ya kuonyesha kwamba mwili wa marehemu unarudi kwa asili, na kupitia ndege, roho ya marehemu ingeweza kuachiliwa kabisa. Wao ndivyo wana, wanaamini katika madhehebu yao. Yes, uh, kuna tarumbeta la kidini mazishi haya kuto, kutokea hutokea kwa taratibu maalum ambapo mwili wa marehemu na kupelekwa juu ya mlima au mahali pa juu huko kutolewa kwa ajili ya ndege kuliwa. Katika baadhi ya jamii za shamanistic ndege hizi hiz zilihusishwa uh, husi uh, husi na roho za watu na zilikuwa na maana uh, yao ya kidini na ya tamaduni zao. Uh, madhumuni ya ndege hasa tai waliaminika kuwa sehemu ya kiungo cha asili kinachotumika kurudi kwa ardhi maiti ingewekwa kwenye sehemu ya wazi na ndege walipewa, uh, inawekwa kwenye sehemu ya wazi na ndege walipewa jukumu la kula mwili. Hii pia ilisaidia kuondoa mabaki ya mwili kwa njia ya asili na kutoa heshima kwa roho uh, kwa roho za wafu. Ubunifu uh, na ufanisi hii uh, ulikuwa ni njia ya kimazingira kwa sababu uh, linawezesha wa Mongolia ya kutumia rasilimali za asili bila uchafuzi mkubwa. Kimsingi ni njia ya asili ya kutoweka maiti na pia kuonyesha imani ku, uh, kubwa kwa nguvu za asili na roho, yaani kwamba walikuwa wanafanya hiki kitendo uh, kwa ajili labda ya kuweza kuweza uh, kupata maeneo ya, ya ardhi watu waendelee kuishi, lakini sio kwamba kuhifadhi uh, maiti kama ilivyokaa katika maeneo mengi, kwamba watu wengi lazima waiti uh, wa, wa nini wazike uh, namaanisha kuchimba shimo kumwandaa na kuchimba shimo na kuweza kumfikia, lakini kwa kule Mongolia imekuwa uh, tofauti kidogo na hizi tamaduni, na hizi mpaka leo bado zinaendelea, kwa sababu uh, unajua jambo kwenye kukomeshwa huwa aliishi lote, japokuwa watu wengi sana wanafanya labda kwenda kuzika, lakini kule bado inaendelea kama the way ambavyo unaona hapo jinsi maiti zinavyoenda kuwekwa sehemu moja, yes, kwa wingi, na na kuweza kuwaruhusu uh, ndege waweze uh, kuwashambulia au kuwala kwa ajili ya kuweza kuweka mazingira sawa e, yes, uh, tamaduni hizi za sky burial zimekuwa nadra kutumika hasa katika miji mikubwa ya Mongolia ambapo mazishi ya kisasa na maziko ya kawaida yanatumika zaidi. Hata hivyo, tamaduni za zamani bado zinaendelea katika baadhi ya ma, maeneo ya kijijini na miongoni mwa familia zinazoendeleza mila na desturi. Uh, hivyo ingawa Sky Burial ilikuwa sehemu ya mfumo wa mazishi wa Mongolia, leo hii ni dari ya kutumika na inategemea jamii familia inayozingatia mila zaidi. Yes, tunaona hata katika baadhi ya mataifa au baadhi ya sehemu na mila zao bado huwa wanaziendeleza kwa, labda unaweza kukuta zimepigwa marufuku, lakini wao wanajikuta wanaendeleza, kwamba wanaona ni sehemu sahihi ya wao kuweza kuabudu ku, ku, ku au labda kuwasaidia labda au maiti zao, ah labda hawafanyi, labda kwa ajili ya sehemu tu ya maziko, hata maisha mengine hadisi, labda ukiachana, tuna masuala ya kifo ah, katika ndoa unakuta labda kuna mila na desturi, ukiachana mifumo ya kisasa ambayo iko bana. Mimi na kuwekea sawa kupitia 360 on air au 360 on air, naitwa Moka 360, pia unaweza kutupata ukiandika hivyo pale YouTube, m o k a h mia tatu sitini. Uh, basi utakuwa uh, umefanya vyema sana. Kama utakwenda pia kusubscribe, utakuwa jambo la busara na, na ukibonyeza kengele pia, ili ukisha subscribe uh, na utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zetu. Mi nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vijavyo. bye bye.